Mimi naitwa Angela, msichana kutoka Korea. Wengi wananijua kama mfanyabiashara mkubwa wa nywele mwenye salon maarufu katikati ya mji wa Seoul. Watu wanasafiri kutoka mbali kuja kununua wigs zangu kwa sababu ni za kipekee, zinangaa, zinapendeza na kila mtu aliyewahi kuvaa alisema zinamfanya ajihisi mrembo zaidi. Lakini hakuna anayejua siri iliyo nyuma ya hizo nywele. Nilianza biashara hii miaka mitano iliyopita. Nilikuwa maskini sana nikiwa na chumba kimoja tu na sufuria moja ya kupikia noodles. nilikuwa na ndoto kubwa ya kufungua salon yangu mwenyewe lakini nilikosa pesa. Siku moja nilipokuwa nikitembea usiku, nikatafuta sehemu ya kutupa taka, nikakutana na mwanamke mzee aliyekuwa amevaa nguo nyeusi, macho yake yakininga kama mtu asiye wa dunia hii. Aliniangalia akaniambia, unataka kuwa tajiri Angela? unataka kila mwanamke avae nywele zako? Nikatetemeka nikasema ndiyo. Akaniambia basi njoo kaburini usiku wa leo saa sita, nitakuonyesha njia. Siku hiyo nilihisi hofu na hamu kwa wakati mmoja. Saa sita kamili usiku nilifika makaburini nikiwa nimevaa koti jeusi. Mwanamke yule akaniita ndani zaidi, akanipeleka kwenye kaburi lililokuwa limefunguliwa nusu. Ndani yake kulikuwa na nywele nyingi nyeusi ndefu. Zikiwa zimenata damu na matope. Akaniambia hizi ni zawadi za mizimu, zioshe vizuri na uziuze. Kila mtu atakayezivaa ataonekana mzuri na utapata pesa. Lakini kumbuka usiache kuziosha kwa damu. Nilitetemeka, lakini tamaa ya pesa ilikuwa imeshanijaa moyoni. Nilichukua zile nywele na kuzirudisha nyumbani. Ndani ya chumba changu nilichopaka rangi nyeusi, niliweka sufuria kubwa. Nilichanganya maji na damu ya kuku, kisha nikaanza kuosha nywele zile taratibu. Harufu ilikuwa mbaya sana, lakini nilizoya. Niliziosha kwa siku tatu mfululizo. Nilipozikausha na kuzitengeneza vizuri, wig zile zilionekana kama dhahabu. Nilifungua duka langu na nikalipa jina wig za Angela. Ndiyo ilikuwa mwanzo wa utajiri wangu. Watu walifurika, wengine walipigana kununua wig zangu za kila siku nilihesabu noti hadi mikono ikauma. Nilikuwa maarufu, magazeti yaliandika Angela fanya biashara mdogo aliyekuwa maskini sasa milionea. Nilicheka nikijua walichokuwa wanaita siri ya ufanisi wangu kilikuwa kazi ya mizimu. Lakini mambo yalianza kubadilika polepole pole. Baada ya wiki chache wateja wangu walianza kulalamika. Mmoja alisema kichwa chake kinamuuma kila wakati. Mwingine alilazwa hospitali akisema anasikia sauti kichwani. Wengine walipoteza nywele kabisa na waliovaa wigs nyingi walikufa ghafla. Nilipoona taarifa hizo kwenye televisheni, nilijifanya kama sijui lolote lakini, ndani ya moyo wangu nilijua mizimu ilikuwa imeanza kudai chake. Siku moja usiku, nilitoka tena kaburini kuchukua nywele mpya. Nilibeba gunia langu, nikazibeba nywele zenye damu na kuzitandaza juu ya kaburi ili zipate nguvu. Nilipokuwa nikizitandaza, nikasikia vicheko vya mbali. Nilipogeuka, niliona vijana wawili, Paulo na Mark, wakiwa nyuma ya mti wakinichunguza. Walikuwa ni wachunga ng'ombe waliokuwa wakipita pale. Waliweka simu zao na kuanza kurekodi kila kitu. Nilipojaribu kuwafuata, walikimbia kwa kasi ya ajabu. Asubuhi yake video yangu ilikuwa kila mahali. Kila mtu aliona Angela, mfanyabiashara wa nywele, akitandaza nywele juu ya makaburi. Watu walishangaa, wengine waliogopa. Wateja wangu wote walifuta miadi yao, wengine walikuja dukani kwangu wakitaka kurejesha wigs. Nilificha uso wangu kwa kitambaa, lakini tayari ilikuwa imechelewa. Siku moja polisi walikuja, waliingia ghafla bila kugonga mlango. Walipofungua mlango wa nyuma wakakuta chumba changu cha siri ndani. Kulikuwa na sufuria kubwa, damu iliyokauka sakafuni na nywele zilizojaa ukutani. Mmoja wao alishika pua akasema, huyu binti ni mchawi. Nilijaribu kusema ni biashara tu, lakini hakuna aliyenisikiliza. Nilichukuliwa mikononi mwao nikafungwa pingu, watu wakiwa wanapiga picha na kurekodi Niliona macho ya woga na hasira kutoka kwa wale waliokuwa wananiheshimu zamani. Nilipanda gari la polisi nikijua kuwa siri yangu imefichuliwa. Lakini leo ninapokaa gerezani, bado nacheka kidogo, kwa sababu hata kama wamenifunga, wig zangu bado zipo mitaani, watu bado wanazivaa wakiwa hawajui kuwa kila nywele iliyo kichwani mwao inavuta pumzi kutoka kaburini, na kila wakati wanapojiangalia kwenye kioo mizimu inacheka nyuma yao. Mimi ni Angela, mrembo wa nywele kutoka Korea. Nilifanya biashara na mizimu, nilipata utajiri, sifa na mwisho wangu. Lakini nikipewa nafasi tena, ningeifanya biashara ile ile, kwa sababu hakuna kitu kitamu kama pesa ya mizimu.